Tawatazara ko, hili eneo ni korofi sana, na linaingiza mapato mengi sana, kwa sababu hapa magari zaidi ya kumi yamekwama, na leo siku ya Jumanne, jana Jumatatu yamekwama, Jumapili yamekwama, kulingana na mvua hizi zilizonyesha. Lakini hili e, eneo ni kilomita chache tu kumaliza hiki kipande kama kilomita moja. Kwa hiyo nafikiri sasa serikali ione umuhimu wa hii barabara, kwa sababu hapo katikati pana pana nani pana banda la ushuru wa halmashauri ya mji wa Tunduma kwao, sasa hii barabara iangalie kwa upana wake, na isitoshe ili eneo mheshimiwa, mm, diwani wa kata hii ambayo ni ampande ndiyo mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Tunduma kwao, ni vema akalishughulikia, angalia madereva wanavyohangaika, kwao tuone namna moja ya kufanya udharura wa kulitengeneza ili eneo kwa sababu ni kama kilomita moja na nusu kama sio kilomita moja. Kwa ni vema wakachukua hatua, kwa sababu ni sehemu ambayo inaingiza mapato ya halmashauri. Kwa sababu kama banda la ushuru lipo hapo, wanatoza mchele, wanatoza mazao mbalimbali, vitu mbalimbali, zinaingiza mapato hapa, na hizi mbao zinavuka, maana yake tayari wameshalipia. Hivyo ni vema waone umuhimu wa hili eneo, ili liweze kupatiwa ufumbuzi wa ukubuzi. Hili ni eneo korofu sana ambalo ukitoka nmaand unakuwa unaelekea kwenye vibanda vya vya Tazara. Yani, ili eneo lipo kata ya pande, sio mtaa wa kastam, ni mtaa wa Tazara. Kwaho hili eneo ni korofu sana na linaingiza mapato mengi sana, kwa sababu hapa magari zaidi ya kumi yamekwama na leo siku ya Jumanne, jana Jumatatu yamekwama, Jumapili yamekwama kulingana na mvua hizi zilizonyesha. Lakini eh, hili eneo ni kilomita chache tu kumaliza hiki kipande kama kilomita moja. Kwa hiyo nafikiri sasa serikali ione umuhimu wa hii barabara, kwa sababu hapo katikati pana, pana, nani, pana banda la ushuru halmashauri ya mji wa Tunduma. Kwa hiyo sasa hii barabara iangalie kwa upana wake, na isitoshe, ili eneo mm, mheshimiwa diwani wa kata hii ambayo ni Ampande, ndiyo mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Tunduma, kwao ni vema akalishughulikia, angalia madereva wanavyohangaika kwao, tuone namna moja ya kufanya udharura wa kulitengeneza ili eneo, kwa sababu ni kama kilomita moja na nusu, kama sio kilomita moja kwao ni vema wakachukua hatua, kwa sababu ni sehemu ambayo inaingiza mapato ya halmashauri, kwa sababu kama banda la ushuru lipo hapo, wanatoza mchele, wanatoza mazao mbalimbali, vitu mbalimbali, zinaingiza mapato hapa, na hizi mbao zinavuka, maana yake tayari wameshalipia. Hivyo ni vyema waone umuhimu wa hili eneo ili liweze kupatiwa ufumbuzi wa ukubuzi.